Ukinga oye! Dokta Samia Suluhu Hassan oye! Adam Kigoma Malima oye! na ninyi oye! Sasa mimi leo nimepita tu hapa kuja kuwasalimia. Tulikuja kutembelea tuna shamba letu la viazi mviringo pale, tulileta viazi mviringo pale kwa ajili ya kufanya majaribio, lengo tuweze kuwafundisheni ndugu zetu wananchi juu ya namna bora ya kulima viazi mviringo lakini pia tunataka tuwaoneshe kwamba viazi mviringo kwenye ardhi yetu ya Lukinga vinafanya vizuri. Tulikuja ziara yangu nimeanzia Chagongwe, nimeanzia kule Masenge, tukaenda Chagongwe pale tukapanda miti kwenye chanzo cha mto Chagongwe, tukaangalia shamba la parachichi kule, tumeangalia vitalu vya parachichi, tumeangalia viazi mviringo, tumeenda pale Mkogwe, tumeenda Nongwe, tumekuja kumalizia hapa Lukinga. Kwa nini tunahamasisha viazi mviringo? Tunahamasisha viazi mviringo kwa sababu muweze kupata zao lingine la kimkakati la kibiashara lenye kipato kikubwa tu. Hatusemi kwamba mwache kulima maharage, hapana, endeleeni kulima maharage. Hatusemi mwache kulima mahindi, hapana, endeleeni kulima mahindi. Lakini wakati huo huo sasa tuongeze na viazi mviringo, kwa sababu soko lake ni la uhakika, kipato chake ni kikubwa watu wanatoka Dar es Salaam wanakwenda kununua viazi mviringo Njombe na Iringa, wanatoka Morogoro, wanatoka Dodoma wanaenda kununua viazi mviringo kule Njombe na Iringa. Wakati sisi tuko karibu na soko. Sawa eh? Sisi tupo karibu na soko la Dodoma, tupo karibu na soko la wapi la Morogoro, tuko karibu na soko la Dar es Salaam na ndio nandomana tukapiga hesabu tukasema, hili zao lazima tulilete huku kwa sababu ardhi yenu nyinyi haina tofauti na ardhi ya Njombe haina tofauti yoyote, lakini Njombe wanalima viazi ma mviringo, wanauza wanapata hela. Kwa nini na sisi tusipate hela kupitia viazi mviringo? Zao lingine ni lile zao la parachichi ambalo nalo linafanya vizuri sana, lakini nalo lina kipato kikubwa, na ndio maana mimi naangaika sana kuja Lukinga, kwa sababu kuna wananchi ambao ninaamini siku moja watakuwa matajiri kupitia sekta ya kilimo na ndio maana mkuu wa mkoa alikuja huku na alikuwa mkuu wa mkoa wa kwanza kuja. Si mlisema hakuna mkuu wa mkoa? Alikuja huku, alifunga safari kuja huku kwa sababu anaamini kwamba siku moja wananchi wa Rukinga watakuwa matajiri kupitia sekta ya kilimo. Na ndio maana rais wetu Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amewekeza vya kutosha kwenye sekta ya kilimo ni kwa sababu anaamini kwamba ipo siku wa Tanzania wakulima wadogo wadogo kabisa watakuwa wakulima wakubwa na watakuwa matajiri kupitia sekta ya kilimo. Sasa mimi leo nimesema, sijaja kufanya mkutano, nimekuja kutembelea viazi mviringo, nimefurahi, vinakwenda vizuri, na nimekuja kutembelea pia vitalu pale vya parachichi, tumefurahi, vinakwenda vizuri. Nikasema kwa sababu kuna wananchi wenzangu hapa na mmesha kuwa marafiki zangu niweze kuwasalimia na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lukinga oye! Lukinga oye! Dokta Samia Suluhu Hasani oye! Piga makofi kwa Mama Samia.